Lakini anashindwa, anaona haya ya kukogeshwa. Mwili wake hauna nguvu tena ya kunyanyuka. Angependa kukoga mwenyewe, lakini maskini, inasikitisha. Maji yawe ya moto, ya baridi, kwa vuguvugu, yanampa shida kwa hali yake. Huzuni kubwa inamshika, analalamika lakini hawezi kukabiliana na hali hiyo. kullu man alaiha fan wayabka wajhu rabbuka dhul jalali wal ikram, kila kilichokuwepo kitaondoshwa wa na itabaki nuru ya Mola wako aishka mashita walakin satamut, ishi utakavyo siku yako yaja. Ni vazi lisilothamani katika macho ya mwanadamu linalounganishwa bila ya ustadi Hivi ni nani angeweza kulikubali akiwa hai? Hivi ni nani angeweza kuvishwa sanda hii akiwa hai? Lakini kwa nguvu za Allah haliwezi kupingika, kwani mola muumba ametaka iwe na imekuwa. shufu kalamu daa inna fi lsamai la ibra wa fi lardi lkhibra. La, khasara kubwa kwa asiyefanya maandalizi, ila yaumu yubhathun wallahu sariu hisab. Na huo ndio mwisho wa mbwembwe na majivuno ya mwanadamu, sehemu iliyojaa kiza, mwanga hafifu, ni shimo la futi sita lenye mwana wa ndani. Hapo utalala kwa ubavu wa kulia. Liwapi lengo la kuumbwa mwanadamu? Tazama watu walivyojisahau na kukithiri kutafuta rizki katika mgongo wa ardhi, pirika na harakati zao, huku wakiwa na pumbao kwa zongo la dunia, wakiuziana na kununua kwa uongo na majivuno. wamalhayata dunia ila matau lghurur, na hayakuwa maisha ya dunia isipokuwa starehe za muda mfupi. Angalia viumbe wafanyao wa mashindano kwa kujifakharisha katika majenzi kana kwamba wataishi milele. alhakum takathur hata zurtumu lmaqabir.